Ya hii ni serikali, tumekuja, sina cha cha kuongea. kuongea. Kuna kwa nini? Kwa nini? Huyu ndio mwekezaji ataki kuongea na serikali. Kwa nini hutaki kuongea na serikali yako na, na uulize chama kilicho niweka hapa. hapa. hapa. Mimi nakuuliza wewe, wewe ndiye kukuta. Sasa umewekwa na nani, nani? Ili ni eneo la nani? Eneo la nani? Mimi nataka mtufate naye kamera, mimi nione mwisho. Ili ni eneo la nani? Njoni, mchukue vizuri, hii ni halmashauri. Tuachana na chama, tumekukuta sisi ndio serikali ya hii halmashauri. so... hey, kwa nini usiongee na hey? Sisi ni mbwa au nini? Sisi chama tutaenda. Sisi tunazungumza na wewe. Sisi tunazungumza. Ha, nauliza wewe, si ndio uko hapa umeingia kwenye ma... ni, ni, ni eneo letu sasa. Kwa hiyo hutaki kuongea, utajenga sawa pigia simuyasiasiwn, twende kwenye kikao, hapa pasimame mpaka kitoke kibali.